Mpenzi msikilizaji wa dondoo TZ Media, leo tunakuletea historia ya msanii Nyanda Juma anayetambulika kwa majina ya Petro John Twiga. Msanii huyu bwana ameweza kuweka historia kubwa katika kazi yake, katika sanaa yake, katika kazi zake zote anazozifanya. Leo tutaangalia kitabu chake ambacho kimeandikwa mwaka elfu mbili na kumi na mbili, kitabu ambacho kinaelezea sanaa ni kazi, kitabu ambacho kinatambulika kwa jina la sanaa ni kazi. Kitabu hiki tutanukuu maneno yake ambayo aliweza kuyaandika, akasema kwamba endapo utakapoanza kazi na ukasifiwa sana, juu ya hiyo kazi hiyo utafanikiwa katika maisha yako. Na akaandika tena mstari wa pili akasema kwamba endapo ukifanya kazi na ukakosolewa sana, jua hiyo kazi utakuja kufanikiwa katika maisha yako. Msanii huyu aliandika hii akiwa na maana gani? Kwa hiyo tumekuja hapa kukuletea na harakati zote changamoto ambazo alipitia Nyanda Juma. Msanii huyu alizaliwa tarehe 17 mwezi wa 5 mnamo mwaka elfu moja mia tisa tisini na nane. Msanii huyu ameweza kufanya makubwa katika gemu la muziki. Msanii huyu ame Mziki wake ameheshimisha kazi zake na kumtambua watu, lakini huyu msanii walikuwa wanamchukulia simple, lakini msanii huyu ana mafanikio makubwa sana. Nimeweza kutembelea katika harakati zake za kazi zake na kuweza kuona dondoo. Tizi media tu aletee taarifa za huyu msanii ambacho anakifanya, yuko sawasawa. tutajifunza tutajifunza kupitia kwake, kupitia changamoto ambazo alizipitia. Mnamo mwaka elfu mbili kumi na nane aliweza kufiwa na mama yake mzazi anayetambulika Mariam Maduka Nota. Mama yake alipoteza maisha mnamo mwaka elfu mbili kumi na nne. Kwa hiyo msanii huyu alipitia changamoto ngumu sana pia aliumia sana kumpoteza mama yake kipenzi kwenye maisha yake, na alibakiwa na dada yake Joyce Joni ambaye ni dada yake ambao aliwaacha mama yake mama yao mzazi hadi leo hiyo, wapo wanaendelea na changamoto za maisha. Msanii huyo akukata tamaa, aliendelea kupambania kipaji chake, lakini watu walimchukulia simpo na wakamwona kama mchizi, wakamwona kama mjinga fulani ambaye anapoteza muda kwenye kazi ambayo haionekani mbele ya jamii. Lakini msanii huyo mnamo mwaka 2018 tena katika bifu za ukoo, ndugu zake waliweza kumsumbua sana na kumkandamiza na kuweza kumrudisha nyuma kimaendeleo na kuchanganyikiwa huyu msanii, na kuendelea kupambania huku akimwomba Mwenyezi Mungu ajalie anachokifanya ajalie kipaji chake aweze kufanikiwa katika maisha yake. Msanii huyu ameandika machache sana lakini makubwa zaidi, tuzidi kufuatiliana katika Dondoo Media TV.